Na huu ni mwendelezo tu wa mashirikiano ya kimkakati ambayo tunayo na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia wizara mbalimbali na taasisi, na lengo lake ni kuhakikisha kwamba mabadiliko makubwa yanayofanyika ndani ya benki yetu, yawe ni ya huduma, yawe ni ya kibiashara, yawe ni ya kiteknolojia, yanaleta maana na yanakuwa na manufaa kwa wadau na kwa wananchi ambao tunawahudumia. Kwa hiyo ndo sababu tuko hapa kwa ziara ya siku mbili ya timu hii ya wenzetu, na tunaamini kwamba siku mbili watakazokuwa hapa, sio tu kwamba wanakuja kujifunza, lakini nao pia watakuwa na mengi ambayo wanafanya, ambayo hata sisi benki yetu tunaweza kujifunza. Lakini swala la msingi ni kwamba katika kila tunalolifanya, mteja ndio anakuwa wa kwanza. Hatufanyi maamuzi yoyote, hatuweki mifumo yoyote bila kumwangalia jinsi gani itamsaidia mteja kwa hiyo mifumo yetu kwanza inamwangalia mteja, ndio tunakuja kuiweka kwa ajili ya kutuwezesha kumsaidia mteja katika shida ambayo anayo. Na vitu kwa mafunzo haya ni, ni kwa vitendo, watafika sehemu mbalimbali za benki yetu ambazo zinatoa huduma hizi, wataona jinsi ambavyo tunatoa huduma kwa wateja wetu na watachukua mawili macha, matatu uh, katika kuhakikisha kwamba tunaendeleza hii uh, nia njema ya serikali yetu kuhakikisha kwamba tunatoa huduma na haki kwa wananchi kwa wakati na pia kwa ukamilifu wake. Sasa ni vizuri tuanzishe mfumo wa kimawasiliano ambao ni rahisi, eh, eh, mwananchi yoyote mwenye lalamiko lolote au anahitaji kupewa ushauri wa kisheria, maana yake hapaswi tena kuja moja kwa moja wizarani Dodoma Mtumba, anaweza akawasiliana na wizara kwa njia mbalimbali, ikiwemo simu na mitandao ya kijamii ikiwemo WhatsApp na mingineyo.